Naitwa Dkt. Saumu Nungu, natokea Wizara ya Afya, kitengo cha dharura na maafa, ninaratibu uh, shughuli zote zinazosababisha na athari zinazoleta dharura za maafa. Tuko hapa Morogoro kwa ajili ya kikao kazi chetu hichi ambacho kinaainisha viashiria vya hatari ambavyo vinaweza kusaidia katika dharura za afya ya jamii. Zoezi hili ni mara ya tatu tunalifanya nchini ya kwanza ilifanyika mwaka elfu mbili na kumi na sita lakini la pili lilifanyika ishirini ishirini na mbili na la tatu linafanyika kuanzia jana limeanza mpaka Ijumaa. Lengo kuu la kikao kazi hiki hasa ni kuainisha vihatarishi ambavyo vinaweza vikasababisha dharura za afya ya jamii ambapo vihatarishi hivi vinaweza vikawa visitokee kwenye sekta ya afya peke yake, vikatoka katika sekta tofauti au taasisi tofauti tofauti, na ndio maana mkiona washiriki wengi wa kikao hichi, tuna sekta tofauti tofauti, ikiwemo kilimo, mifugo, lakini tuna wenzetu wa LATRA barabarani, tuna ofisi ya waziri mkuu, tuna mkemia mkuu. Kwa hiyo tuko wataalamu tofauti tofauti, bila kuwacha wadau wa, wa wetu wa maendeleo ya jamii ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja. Nini hasa tunatarajia kutoka nacho baada ya kakazi hichi? Tunatarajia kutoka na vitu viwili vya msingi. Cha kwanza ni tunategemea kutoka na vile vihatarishi ambavyo tumeviainisha tayari kutokana na experience tuliyokuwa nayo nchini, lakini au nchi jirani, uzoefu tuliokuwa tumeupata kutokana na hizi hali za majanga. Ni vitu gani tunaweza tukavipata? Hii inasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanavyobadilika basi, unakuta hivi viashiria au matukio mbalimbali yanabadilika. Kwa mfano, lakini kuanzia ishirini na tatu mpaka ishirini na tano tumeanza kupata mabagi. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani huwa vinabadilika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, na ndio maana sasa kila baada ya miaka miwili mitatu tunafanya kikao kazi hizi ili kuweza kuainisha viashirishe vipya, na la pili ambao ni la mwisho ni mpango kazi. Kwa baada ya hapa tunaandaa mpango kazi ambao kila taasisi kila sekta anatakiwa akaufanyie kazi, bila kusahau jamii yetu kwamba lazima tutoe elimu katika jamii, kwa sababu bila jamii sisi hatuwezi kufanya chochote, ili waone ni jinsi gani wanajizuia, na kikubwa sana tunataka tujizuie na tujiandae kabla janga halijatokea. Kwa kwa fursa hii, naomba nitoe ari kwa wananchi kwamba tunaomba sana ushirikiano wenu, na tunapotoa elimu kama wataalamu, basi tushirikiane kwa pamoja katika kuhakikisha tunajiandaa na tunakabiliana na hii dharura za afya ya jamii pindi inapotokea.